Maana kazi yangu kubwa kwenye jamii hii ni kuhamasisha wanawake wajikwamue kutoka kwenye umaskini, ukatili, si ndio? Wajijenge kiuchumi na wao waishi maisha yao wanayoyataka. Ndio kazi yangu yaani, sihitaji kuweka nguvu yangu kwa mdada ambaye bado anajisikilizia anasema, ah, hizi kazi ni ngumu sana. Kama ni ngumu, ndugu yangu, hapa usije yani, we jirudie zako, kwa sababu hakuna kazi laini kwenye hii, si ndio? hiyo ndo namba moja, na ndio maana mkataba wetu kama umeupitia vizuri, na nakusihi na uupitie tena vizuri ili tusije kukorofishana. Ule ni utaratibu tuliouweka ili tusiwasumbue wateja wetu. Sisi kwenye kichwa chetu tunajua wale watu wanaohitaji wafanyakazi wa nyumbani wanahitaji watu wanaoenda kuwatatulia matatizo yao, hawahitaji watu wa kwenda kufanya tua eh? Unataka ukakute chumba chenye TV uanze kuangalia tamthilia asubuhi mpaka jioni, ukutane na wifi uanze kuperuzi TikTok, utoke TikTok ingie Instagram. Hapana, hawatafuti hao. Watu wanatafuta watu ambao wataweka nyumba zao safi, sawa, watakaa na watoto wao vizuri, watawapikia vizuri. Huo muda wakaa na kukaa kwenye tv na kwenye mitandao haupo, na ukiupata uki ni mchache sana na ambao mimi huwa napenda kushauri, kama unapatikana nenda kwenye mitandao kujifunza vitu vya maana. Umbea hautakufikisha popote. Mimi kilicho nisogeza kufika hapa, licha kwamba nilikuwa dada wa kazi za ndani, ni kwa ajili ya kujiongezea maarifa. Na wanawake wengi ambao wanabaki kwenye maisha haya ya umaskini, wanazunguka pale pale mpaka anazeeka, mpaka yani umaskini ni umaskini ni kwa sababu hataki kuongeza maarifa kichwani anachoongeza ni umbea umbea sio maarifa unajua watu wote walioachika unajua watu wote walopigana yani wewe stori zote mbaya wewe ndio unazijua kwani usijue vitu vizuri kwani usijue neno la Mungu linasemaje kuhusu hatima yako una uwezo gani kama mwanamke si ndio kwani usijue namna ya kupika chakula kizuri namna ya kupika biriani na uhakika wengi hapa nikiwauliza mnajua biriani amjui uongo sasa kwani usijue kupika biriani <laughs> eh, yani kwani usitafute kitu kitu cha maana ambacho kinakufanya wewe unazidi kuwa na thamani? Kwa hiyo mafundisho yangu yanalenga kuhakikisha kwamba kama kweli tunataka kufika mbali, lazima tufuate ile barabara ambayo sio nyepesi. Kwenye neno la Mungu, Yesu alisema wanaoenda uzimani njia yake ni nyembamba, sawa? Eh, na wanaoenda kwenye upotevu huko njia yake ni mpana. Yaani njia pana kwenye kupotea, maanake usifanye chochote wewe katu utakapokaa tu ukienda kwenye nyumba ya bosi, hata kutaka nyumbani kwake utarudishwa tu. Na ukirudishwa hapa kwetu, si hatutaweza kukaa na wewe, maana hatuna pa kukusaidia. Mungu ameshakupa nguvu zako, kama unataka kuzitumia, sisi tutakusaidiaje? Kwa hiyo tunataka wale watu ambao kama sisi tunavyopambana, kwa sababu mtu ambaye anatufuatilia anaona kabisa kila siku hapa tunapokea wadada, tunawatreni tunawakochi na kuhakikisha wanaenda kazini, lakini wakiwa kazini, tunafuatilia masuala yao ya usalama wao na kuhakikisha wanalipwa stahiki zao. Sasa hiyo sio kazi ndogo kila siku ukaye hapa na watu wapya, huwajui, hatujuani. Uongo jamani, tuanze toka mnavyokuja hapa tupige simu kwa ndugu zenu. Mnajua kabisa waliokuja na barua zisizoeleweka hawawezi kupokelewa, si ndio? Mpaka turudi tena tuwasiliane na ndugu kabisa wa karibu eh, na wale viongozi wenu wa mitaa watuhakikishie wanajua mitaa mnayotoka hiyo. Kazi ni rahisi jamani? sio kazi rahisi kwa hiyo hata sisi tunavyoambia tuna, -tuna mkapambane. Hata sisi tunapambana tunafanya nini? Tunapambana. Kwa hiyo tunataka watu ambao tunaongea lugha moja, maanake, kama wewe ni mpambanaji, tunajua hautatuletea usumbufu. Utakapokwenda kwa bosi wako, utafanya kazi kwa bidii, tutapata sifa na sisi. Kwanza, cha kwanza bosi ataturikomendi, au hata mgeni akiingia nyumbani kwake, atasema, jamani, huyu binti yako Sofia umemtoa wapi? Atasema kule kwa Joyce Kiria au kule wadada center, uongo? Ehe. Kwa hiyo na sisi tutakuwa yani, kituo chetu tunataka kijitangaze chenyewe kwa kupitia nyinyi, kwa sababu sisi nguvu yetu tunaiweka kwenu, tunawafundisha, tunawaelekeza mbinu za kupata hela. Ni kuwatumikia watu kwa moyo mmoja, kwa upendo, si ndio? Sio kusema sai kazi bana, kazi si, ni ngumu, kazi za ndani sijui ni za manyanyaso. ah, ah ukienda hivyo hautafika ah, kwa sababu tayari unaenda moyo wako umejikunja, si ndio? Ukienda na hiyo fikra kwamba hizi kazi kwanza zina manyanyaso sana. Hizi kazi kwanza yaani ni kazi ngumu sana. Huwezi kufanikiwa. Inabidi ufungue moyo wako kwanza, ujue kwamba naenda kule kuwatumikia watu. Naenda kama Yesu alivyosema. Hilo ni hilo ni agizo. Yesu alisema ukitaka kuwa mkubwa, kubali kutumikia watu. Na ndio maana aliwanawisha yeye wanafunzi wake miguu, si ndio? Na hakika hapa kuna watu wanaijua Biblia, si ndio? Eh, kwa hiyo sasa yeye ye, kiongozi wetu mkuu ameshatuelekeza. Unataka mafanikio, kubali kushuka, kubali kuwatumikia watu. Ye mwenyewe alikuja hapa kutukomboa, alikuja kututumikia sisi, si ndio? Kwani alikuja hapa akajibosi yeye kwamba sisi ndio tunamtumikia? Alikuja kutukomboa, mpaka akatoa na uhai wake. So na sisi tukiwenda na hiyo tabia ya kupenda kutumikia watu, unapoenda kwenye familia ya mtu, nazungumzia kuanzia kwenye familia, lakini hata mimi hapa simnatuona hapa tunavyowahangaikia nyie mnaokuja hapa, nyie si ni watu si ni binadamu si ni hatujuani, lakini tumekubali kwamba tuko tayari kufanya kazi na yeyote ambaye ana nia njema, ambaye ana hofu ya Mungu, anatafuta fursa ya halali, tuko tayari kufanya naye kazi, si ndiyo? Mengine tunamwachia Mungu.